Katibu Mkuu anampokea ndugu Ezekia Wenje, na Wenje ameona kazi kubwa inayofanywa na Chama cha Mapinduzi, lakini sera nzuri zinazotekelezeka za Daktari Samia Suluhu Hassan na madiwani, karibuni hapo kucheza. Wagombea ubunge, sogeni mbele hapa kwa ajili ya burudani. Toti, tuendelee. Ndugu Wenje, karibu kwa dakika moja uweze kutoa salamu fupi. Karibu sana, weka bendera juu, watu wa Chato hoi kwa umati huu nimeamini kwamba Oktoba tunatiki tiki. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje, mbunge mstaafu, jimbo la Nyamagana, lakini mwenyekiti wa CHADEMA kanda ya ziwa Victoria, mkoa wa Mwanza, Geita, Kagera, cheo inayoisha kuanzia sasa. Mheshimiwa yeah. Mwenyekiti, ni dhahiri kwamba kazi ambayo CCM imefanya tangu tupate uhuru, undisputed ni swala la nchi yetu kuwa na amani na utulivu. Mheshimiwa yeah. Mwenyekiti,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 hakuna nchi ambayo imepata ukomo wa maendeleo. Maendeleo ni gradual. Leo nimekuja hapa kutoka Mwanza, mimi nimesoma Geita Sekondari. Kipindi nasoma Geita Sekondari tulikuwa nakuja na basi Doto unakumbuka ya Lushanga na Nyeunge, tunatumia masaa kumi kutoka Mwanza kufika Geita. Leo nimetumia masaa mawili kutoka Mwanza kufika Geita. Maendeleo ni gradual. Marekani nchi ya Marekani, mheshimiwa mwenyekiti, ina umri wa miaka mia mbili na hamsini toka wapate uhuru. Leo leo, ukosefu wa ajira bado ni suala kubwa Marekani, hawana ajira leo. Marekani wanazungumza masuala ya demokrasia, watu wapo Marekani wanaamini wanakandamizwa. That is America. nchi kubwa ambayo wanasema ina demokrasia pana na kubwa.